Na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Leo siku ya Alhamisi, ni kawaida tunazungumzia mambo ya uwekezaji kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa wale wanaotufuatilia ni kuwa, kwa wiki kama ya tatu ya nne hivi, tumekuwa tunazungumzia kampuni ambazo ni zenye hisa kumi zinazofanya vizuri kwenye soko la hisa la Dar es Salaam kwa sababu kama nilivyozungumzia siku za nyuma ni kuwa unaponunua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam unachotaka ni kufaidika na hizo hisa, kwa maana kuwa upate faida kwa kununua hizo hisa. Sasa sio vizuri ununue hisa alafu unakuta faida unayoipata sio kubwa, au wakati mwingine hupate faida kabisa. Na kwa upande wa hisa kuna aina mbili za kipato kipato cha kwanza ambacho wengi ndio wanachokifahamu ni gawio, kwa maana kuwa zile hisa ulizonunua, mwisho wa kila mwaka kampuni inayohusika inalipa malipo kwa wawekezaji au shareholders au wenye hisa. Sasa hiyo, hayo malipo ndo yanaitwa ni gawio au kwa Kiingereza wanasema ni dividend. Kwa hiyo wengi wanapenda wanunue hisa ambazo mwisho wa mwaka wanapata malipo mazuri ya ya dividend na hata kama kuna hesabu zinafanyika kuweza kuona kampuni gani iko vizuri kwenye malipo yake ya ya dividend ya ugawio. Aina ya pili ya kipato hii ni ya watu ambao wanataka kipato eh, kwa haraka haraka, kwa maana kuwa unachofanya, unanunua hisa wakati bei yake iko chini alafu unaangalia bei ikipanda, kwa sababu hizi hisa zina bei zinabadilika mara kwa mara, baadhi ya hisa za makampuni, ingawa nyingine huwa hazibadiliki sana. Sasa unaangalia bei ikipanda, basi unaamua kuziuza hizo hisa. Sasa tofauti kati ya bei ya kununua na ya kuuza ndio faida yako kwayo. Sasa watu wananunua hisa na mara nyingi unakuta ananunua hisa hapa pale, na kuangalia sasa zinavyokwenda bei zake. Akiona hapa hii imeshuka, ananunua hii, kipanda anauza, na ndio anakuwa wanakuwa wanafanya muda wote huo, wakati wengine wao wakishanunua hisa, basi wanakaa tu wanangojea eh, dividend. Sasa leo tunaangalia moja kati ya hizo kampuni kumi, na leo tunaangalia kampuni ya cement ya Tanzania ambayo inaitwa Tanzania Portland Cement Company, ambayo iko hapa jijini Dar es Salaam. Kwa wale wenyeji wa Dar es Salaam, iko kule Wazo. Hii ni kampuni ya siku nyingi na inafanya vizuri sana kwenye hii soko la hisa la Dar es Salaam, na wengi wanapenda kununua hizo hisa e. Sasa leo ndo tutaiongelea hiyo kampuni uwekezaji Tanzania sasa tunaangalia kiutendaji wa mwaka ulioishia Desemba tarehe 31 mwaka 2024, yani mwaka jana, na katika utendaji tunaanza kuangalia zaidi mapato. Sasa mapato ya kampuni eh, au wengine wanasema mauzo ni kuwa mwaka wa jana waliuza au walipata mapato bilioni mia nne arobaini na nane na nukta tano au sita kwa hiyo hayo ndio yalikuwa mapato bilioni mia nne arobaini na nane nukta sita kwa mwaka ulioishia ishirini na ishirini na nne kwa hiyo unaweza ukaona eh, ni kampuni ambayo ni kubwa kwa kuweza kupata mapato kama hayo kwa mwaka uliopita. Lakini pia sasa tuangalie upande wa faida. Faida walipata vipi? Faida mwaka jana walipata bilioni e, hamsini na sita na nukta saba hiyo ndio ilikuwa faida, kwa maana kuwa yale mapato ukitoa gharama mbalimbali, mwisho kabisa wanabaki na faida ambayo ilikuwa ni bilioni hamsini na sita nukta saba kwa mwaka uliopita, na tunaendelea kuangalia jinsi walivyo, walivyofanya vizuri kwenye upande wa mapato. Sasa tukiama hapo, tunaenda upande mwingine ambapo hapa sasa tuna tunaangalia eh, jinsi ambavyo wamelipa dividend. Sasa utaona kwa wa mwaka uliopita ambao eh, ni ishirini na ishirini na nne wamelipa dividendi ya bilioni mbili nukta nane tano wamelipa uh, dividendi ya bilioni mbili nukta nane tano kwa mwaka ulioisha ya ishirini na ishirini na nne. Sasa ukilinganisha uwiano kati ya dividend ambayo imelipwa pamoja na faida ambayo imepatikana tunapata ni asilimia tano nukta moja. Kwa maana kuwa faida waliopata wametumia nukta, wametumia 5% 5.1% kulipa dividend. Kwa hiyo unaweza ukaona eh, jinsi hawa shareholders E, walipopata malipo yao ya dividend. Sasa baada ya hapo tunakwenda kwenye soko la hisa kuangalia mpaka jana yaani Jumatano hali ya hisa ilikuwaje. Sasa jana e, bei ya hisa ya kampuni ya simenti kwenye soko la hisa la Dar es Salaam hisa moja ilikuwa na uzwa <coughs> ilikuwa na thamani ya shilingi elfu tano mia nne tisini. Sasa hiyo ni, ni, ni bei ya juu kwa sababu kama nilivyosema kwa wale waliokuwa wanaofuatilia kipindi ni kuwa shares zi, nyingi ziko bei chini ya shilingi eh, yaani zina zina range kati ya shilingi elfu moja mpaka elfu tatu hivi ndio share nyingi bei zake. Sasa hawa Eh, shares zao zina bei ya shilingi elfu tano mia nne tisini. Hiki ni kigezo kinachoonyesha kuwa hizi hisa zinatafutwa sana na ndio maana bei inakuwa kubwa, kwa sababu <coughs> wa, wawekezaji wanaona kama hii kampuni inafanya vizuri na inawezekana pia ulipaji wake wa magawio ni mzuri, kwa hiyo watu wanakimbilia hizi hisa, lakini kama nilivyosema uko siku za nyuma ni kuwa E, wenye hisa hawapendi kuuza hisa zao. Hiyo e, ni kigezo kingine kwa sababu wanaridhika na utendaji wa kampuni. Sasa kwa hiyo wanasema, e, demand ina inakuwa kubwa lakini supply inakuwa dogo, yani, watu wanataka hizo hisa lakini hawazipati, kwa hiyo bei ya hisa ni shilingi elfu tano mia nne na tisini. Sasa angalia, kuna hisa nyingine zinauza shilingi mia tatu mia nne sasa hii iko hivyo, kwa hiyo hapo ina- inafanya vizuri, na kigezo ki, kingine labda cha kukizungumzia ni earning per share. earning per share yake ni eh, milioni mia tatu kumi na tano. Sasa hizi ni hesabu ambazo zinafanyika kwa kuangalia hizi eh, share kampuni inapata kiasi gani kutokana na na, na share. Sasa hii nayo pia ni kigezo kinachotumika ku, kuona eh, wawekezaji wa, wanakimbilia namna gani? Kwa hiyo kwa kifupi, hii kampuni ya Twiga Cement iliyoko jijini Dar es Salaam hisa zake ziko vizuri na zinatafutwa kweli kweli kwa sababu wawekezaji wa, wa wanaamini kuwa eh, ukipata hizo hisa utapata agawio zuri, lakini pia thamani ya hizi hisa zinapanda eh, mara kwa mara. Kwa hiyo siku ukitaka kuamua kuuza hizo hisa eh, utapata faida kubwa. Kwa hiyo leo tumeongelea kampuni ya simenti Twiga Simenti iliyoko jijini Dar es Salaam na tuendelee kufuatia kipindi chetu, kama nilivyosema, kila siku ya Alhamisi ee, wiki ijayo tutaongelea kampuni nyingine kati ya zile kampuni kumi ee, kwa wale wanaofuatilia tulishazungumzia hapo kampuni za sigara, tulishazungumzia kampuni za bia, e, Swissport na kadhalika. Kwa hiyo wiki ijayo tutakuwa na kampuni nyingine. E, mwisho kama kuna swali e, unaweza ukaniuliza na ni nitakujibu, e, lakini pia nawaomba muendelee kuangalia vipindi e, vyetu vya Tan Business Channel Online Television vinavyotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Alimwambola, asante na karibu tena uwekezaji Tanzania.